Somo la Limier mtakaribia kusindikiza mafundisho na wimbo eh, Mr. Wata imba wakati tutakuwa tukifunga ibada. Jambo tena, kanisa la Bwana. Jambo sana. Yangu ni shukrani kubwa kwa leo Mungu amewezesha niweze kusimama mbele zenu. Nasema asante kwa wale ambao walinipangilia ku, na mimi kusimama mbele yenu ili kusema ile ambayo Mungu ameweza ku-nibariki nayo. Somo letu ya mchana wa leo inazungumzia uhodari ndani ya wokovu na katika somo yetu tutapitia kipindi tatu. Katika somo yetu, kipindi cha kwanza tutazungumzia uhodari kama ni kusema nini. Kipindi cha pili tutazungumzia uhodari ndani ya wokovu kama unapatikana namna gani, na kipindi yetu ya tatu tutazungumzia maisha baada ya ya kuwa hodari inakuwa namna gani? Kwa kwanza, na pointi yetu ya kwanza, hodari niliupata katika kitabu cha Yoshua, na omba mtu mmoja aweze kunisomea. Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza kufika mpaka ku mstari wa saba Yosua sura ya kwanza shaheri ya kwanza inasema hivi: Ilikuwa nyuma ya kufa kwa Musa mtumwa wa Bwana. Bwana akamwambia Yosua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akisema Musa mtumwa wangu amekufa. Ondoka sasa uvuke Yordani hu, wewe na watu hawa wote, wakaende kwa nchi niliyowapa wana wa Israeli. Tatu, kila pahali miguu yenu itakapokanyaga nimekwisha kuwapa ninyi, sawasawa nilivyomwambia Musa toka jangwani na Lebanoni hii hata mto mkubwa mto Furati na nchi yote ya Wahiti na hata bahari kubwa bahari jua linapoingia linapo zote za za maisha yako siku zote toka jangwani na Lebanoni hii hata mto mkubwa mto Furati na nchi yote ya Wahiti na hata bahari kubwa, pahali jua linapoingia itakuwa mipaka yenu. Hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, sawasawa nilivyokuwa pamoja na Musa nitakuwa pamoja nawe vilevile sitakupungukia wala sitakuacha. Kaa na nguvu na uwe hodari, maana ni wewe utakayeritisha watu hawa inchi niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Saba kaa na nguvu na uhodari sana, uangalie na kufanya sawasawa na sheria yote ya Musa mtumwa wangu alivyokuagiza, usiache kwenda wala kwa mkono wa kuume wala kwa mkono wa kushoto, ubarikiwe pahali popote utakapoenda. Asante kwa usoni hii, mashairi imeendelea kutuonyesha ya kwamba hapa ni wakati Musa wakati alipokufa walikuwa yuko ndani ya safari na kupeleka wana wa Israeli katika mji wa ahadi ambao Mungu aliwaahidia, lakini ilifika wakati Musa akakufa. Yoshua akabaki akiwa na mashaka boga na mwaki, lakini Mungu kwa kuwa alikuwa amemchagua kwamba ni yeye atakayemvukisha wana toka kuvukisha mto ili kuwapeleka katika mji wa ahadi. Mungu alipoona mashaka, akaanza kumwambia maneno, na ile maneno iliendelea kumuwezesha na kukua hodari, kwa kuwa Mungu alimhakikishia ya kwamba atakuwa na yeye mahali popote atakapokwenda. Ndipo nilienda kuona ya kwamba uhodari ni kuwa na uhakika ya mambo unayosikia ama unayoyajua ama unayofunuliwa na yengine. Je, niliona uhodari ni kwa wale ambao wamekwisha kuitwa ama kupata wokovu. Tutapita katika kitabu cha Danieli sura tatu mstari wa mnane sit ambayo inazungumuzia uhakika wa Shadrach Meshach na Abednego ambao walikuwa nao kwa Mungu wao. Nawaza mashahidi kila mtu atasoma kwa sababu ni mashahidi ya mrefu, kusema tuyasome, tutakula muda mingi, lakini ni mashahidi ambayo inaonyesha uhakika wa Meshaki na Abednego na Shadrack kufatana na uhakika ambao walikuwa nao kwa Mungu wao fase na mfalme Nebukadneza ambaye alipotawala akaona sifa zinakuwa mingi, akatengeneza sanamu ya dhahabu na akatoa oda ya kusema kila mtu inaomba kuabudu hiyo sanamu na kushuhudia, lakini akatia mitindo fulani fulani, akasema wakati utasikia filimbi, utasikia ngome ikipigwa, saitaniasaa fulani inaomba nyinyi wote mnashuka chini ili kuabudu sanamu. Lakini Daniel, lakini Meshak Shadrach na ene wao walikuwa na uhakika wa Mungu wao ambao walikuwa wanamjua wakati wakati ilipofika ya kusema ya kuabudu sanamu, watu wakaambia mfalme wakasema huku kwa watu watatu wenye hawa hawaabudu huu uh, hii miungu yau mungu wako. Lakini walipokwenda kuwaleta mfalme, alipenda wapatie hata tuseme second chance ya kusema wakati sanamu hamwabudu, muungu wangu mnafanyizia kwa makusudi. Lakini wao walisema ya kwamba wakati alimaliza, waambia vile akasema, wakati mtasikia tena filimbi na ngoma inapigwa, naomba kuabudu mungu ule muungu wake, ambayo ni sanamu, lakini Meshaki na Abednego walimjibu ya kusema, hakika sisi hatuwezi kuabudu hiyo miungu yako ambayo ulitengeneza kwa dhahabu. Tuna Mungu wetu ambaye anaweza kutookoa na ile vitisho yako yote ambayo ulitia kwa ajili ya watakao kataa kuabudu sanamu yako hii. Nikapita kupitia nyingine kitabu ya Hesabu 3 26 30 ni wakati wa pelelezi, wakati Musa anatuma wapelelezi kuenda peleleza muji ambao Mungu alikuwa amewahidi, akachagua katika kabila zote ambazo alikuwa nazo wakakwenda waliwatuma waende kuona kama muji uko namna gani, na kama uko sawasawa na kakisi Mungu alivyowaambie. Wakaenda, walipofika kule, wanasema ya kwamba kuna wakumi ambao walirudi wakaleta matunda, walipoleta matunda na wakaona kwamba muji ni kweli unajaa unaja maziwa na asali, lakini wao walipofika kwa Musa walisema ya kwamba ni kweli muji unajaa maziwa na asali, lakini watu ambao wanaishi ndani mwake wanasema ni watu hodari na tena wanasema kama muji ni mkubwa. Wao wakaogopa njoo, wakaogopa watu wiko ndani, wakaogopa na mushi kukua mkubwa, sio kama walikuwa wanawazaka wataputa kama mgini ka ai, wakaogopa kusema au wakaogopa vitu haviko ya vyenye kusema neseseri kusema i waliwatuma. Lakini Yoshua na Caleb, wao walipofik walipoona kwamba tumetoa tume, tume, matunda na hakuna hata watu ambao wanatufuata. Wakarudi wao wakasema ya kwamba hakika hii muji tuna, tunaweza kumiliki, kwa kuwa walikuwa wana uhakika ya ahadi ya Mungu, ambayo Mungu aliwaahidi ya kwamba kuna muji ambao nimeandaa kwa ajili yenu. twapendelezi tu... walipomaliza ku... kusema hayo, nikaona ya kwamba uhodari ni kuwa ni kuwa na uhakika ya ile ambayo ulijua na ambayo ulifundishwa. tunafika ku Pointi yetu ya pili ambayo anasema uhodari ndani ya wokovu tunaupata namna gani? Tutaupata katika kitabu cha Waebrania sura kumi mstari wa kwanza, mstari wa kwanza. Mwana. Mwana. Waebrania sura kumi mstari wa kwanza inasema hivi, basi kwa kuwa torati ni kivuli cha yale mema yatakayokuwa, wala si sura yao yenyewe, haiwezi hata mara moja kwa dhabihu wanazozitoa kila mwaka daima kukamilisha wenye kukaribia. Kama sivyo, wangeacha kuzitoa, kwa maana wenye kuabudu wakikwisha kusafishwa mara moja kama wasingejua dhambi tena yoyoni. Lakini katika dhabihu zile ni ukumbusho wa dhambi kila mwaka, maana haiwezi maana haiwezekani kwa damu ya ng'ombe na mbuzi kuondoa wa dhambi. Kwa sababu hii, wakati unapokuja katika dunia, anasema dhabihu na sadaka hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukuzitaka. Halafu nilisema, tazama nimekuja, katika gombo la kitabu nimeandikwa nifanye mapenzi yako, Mungu. Nani tutamapasha hmm, acaa pale. Hii mashairi inaendelea kuzungumzia wakati wa torati na wakati wa neema. Wakati wa torati watu walikuwa waki torati ilikuwa ikiwaambia ya kwamba ili zambi zako ziondolewe, inaomba kutoa dhabihu ya nyama. Kuna wale ambao walikuwa wakitoa fedha ama dhahabu kadiri unavyoziwezi una, lakini hii kutoa haiku, haikuwa suluhisho kwa ondoleo ya zambi zao, juu haikumpendeza Mungu kusema ya kwamba Zabiru ng'ombe ama nyama fulani, haikumpendeza kwa kuwa wanasema ya kwamba damu ya nyama haikuweza ku, kusafisha mwanadamu. Lakini wakati neema inapofika, Mungu alipoona ya kwamba hivi vitu vinaendelea, akaona ya kwamba amtoe mwana wake ambaye ni Yesu Kristo ili aje atoe mwili wake kwa ajili ya kututakasa sisi ambao tulikuwa tukisumbuka na ile maana Mazambi za za za, za, man, za wakati wa wanani watorati, nikaenda kuona ya kwamba uhodari tunaopata ndani ya kazi ya Yesu Kristo tofauti na kazi za watu, ile ilikuwa po ya kwanza mu mm, vitu ya kuonesha kama wokovu tunaopata namna gani tunasema kwamba uhodari tunaopata ndani ya kazi ya Yesu Kristo tofauti na kazi za watu yengine yengine, poe tutaipata katika kitabu cha Waefeso sura mbili sura mbili mstari wa nne na sita. Waefeso sura mbili mstari wa nne. Lakini Mungu akiwa mwenye rehema nyingi kwa mapendo yake makubwa aliyotupenda sisi, hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitupatiza uzima pamoja na Kristo hmm? Pamoja na Kristo mumeokolewa kwa neema sita. Na alitufufua pamoja naye na kutupa na, tu, na kutukalisha pamoja naye katika pahali pa mbingu katika Kristo Yesu mm. Katika kitabu hiki tunaona kwamba kwa zamani tulikuwa wafu kupitia mababu zetu, lakini kwa upendo wa Mungu tumepatizwa uzima pamoja na Yesu kupitia njia ya kufa na kufufuka kwake. Tumepata uhodari ni zawadi, niona kuona kwamba uhodari ni zawadi, kwa kuwa tunaupata ni kwa njia ya neema. Hakuna kitu ambacho tuli ifanya ili tuweze kuaminika mbele ya Mungu, hatuna kitu cha kujisifia. Koezi ya tatu tuna tukienda, tukifika karibia ya mwisho, tutapitia katika so, kipindi ya kusema maisha baada ya kupata uhodari, tutakipata katika

mukijua mumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au dhahabu, mupate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, lakini kwa damu ya damani kama ya kondoo asiye na kilema wala alama, damu ya Kristo nantua inasema kwa kuwa mmezaliwa tena, si kwa mbegu inayoharibika lakini kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Katika kitabu hiki kinaendelea kutuonesha kwamba tunapokwisha kujua ya kwamba tumeokolewa si kwa dhabihu ya nyama ama fedha ama vitu, ila kwa damu ya Kristo, tunakuwa tumefunuliwa habari njema, na ile habari inatuweka huru na tunakuwa na uhodari katika vitu mbalimbali na nilipofika pale, nilifikiria katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4 ambacho kinazungumzia Petro na Yohane. Wakati walipomaliza kuponesha ki, kiwete, walipata shida ambayo ilijitokeza pale kufatana na wakuu wa kanisa na na wadini, okay. Ile shida ilijitokeza wakati walikuwa wiko wanahubiri watu kwa kisi Yesu alifufuka. Watu watu wa dini wakati walionaka, hey, wakasema yeah. Juizi ya huu mtu tulimuua juu hizi habari zisiendelee ku- kutawanyika, lakini tena hawa watu wangali wanaendelea kusema hivi. Wakawaita wakasema, ilikuwa wakati ya magharibi, wakawafunga kwanza, wakalala kwa mpulizo, kupi kanisa nanzi na kwana mpulizo e. <laughs> Sasa walipo lipofika asubuhi, wakawaikanisha katika baraza, wakawauliza katika nguvu gani mliweza kuponyesha mtu huyu, anasema kwamba Petro akijaza na Roho Mtakatifu akijaza, aliwajibu akisema, kama leo tunaulizwa juu ya huyu mtu ambaye alikuwa akisumbuka kufatana uponyaji wake, mjue ya kwamba ni kupitia jina la Yesu Kristo, huyo ambaye muliyemsulubisha, na Mungu akamfufua. Ndiyo maana mnaona mtu huyo anasimama mbele zenu. Hii iliendelea kunionyesha kwamba maisha baada ya kupata uhodari, kuna ule ambaye anakuongoza katika vitu ambavyo unavyopitia. Donc, tunasema Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu ambaye amekwisha kupata uhodari. Tukiendelea na ile mashairi, inaendelea kuonyesha kwamba kuna kujiamini katika, katika ile ambayo unayoyafanya kwa kuwa unakuwa unajua jua yule ambaye unamtegemea kama ni ana, ana nguvu kuliko wale ambao wana ku, tuseme kufuatilia, nikaenda kuona tena ya kwamba uhodari uhodari una patisha mtu nguvu na kubadili maisha ya mtu, kwa kuwa Petro ambaye tunamzungumzia hapa ni ule, ule ambaye aliweza kumkana Yesu wakati ya wakati ya kifo kyake ile wakati walimwambiaka kesho jogoo hatawika apa kama wewe anekana mara tatu, na kweli alipomuuliza tuturu wa kwanza aliweza tukumkana, lakini hapa alifika na namivaa kufika mprizo, lakini akaendelea kutetea nini ile ambayo alikuwa amesikia na kuambia yengine. Kweli ilienda kuona uhodari wa mtu mmoja unapatiza wengine. Uhodari mfano wa Daudi na Goliath mu kitabu cha Samueli 17:45 kuendelea pale. Ni wakati watu wa Israeli walikuwa washakosa nani mwenye ata wadefaltre kupigana na Goliath, njo wakuona aspe fiziki ya Goliath, lakini Daudi yeye alipokuja yeye alikuwa hodari na kuweza kupambana na Guliati, na wakati alipomuua na kukata kichwa kyake, wanasema wafilistini wengine wote walikimbia. Lakini wale ambao walikuwa washaogopa, waisraeli wengine walikuwa washaogopa kupambana na wafilistini, wao vilevile wakasimama, wakawafuata na kuwakimbiza katika mji ule. ile ikakuwa ikaendelea kunihakikishia ya kwamba uhodari wa mtu mmoja unapatiza wengine uzima. Kwa mwisho tutasoma kitabu cha Wakolosai mbili, Wakolosai mbili sita saba. Wakolosai mbili sair la sita inasema hivi: basi kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, mtembee vivyo hivyo ndani yake, mkiwekwa mki juu ya misingi na kujengwa ndani yake na kusimamishwa katika imani yenu, kama mulivyofundishwa vile vile. Mukizidi kutoa kushukuru, mukizidi kutoa kushukuru, e <tipane> mashahiri hii inaendelea kusema kama tulivyopokea Kristo, tutembee ndani yake na tuwe na mizizi na kujengwa ndani yake <tipane> kwa kuwa yeye ndiye chanjo ya wokovu wetu. Inaomba kutembea kama yeye anavyotembea, kwa sababu tunapotembea. Yeye ni ndani mwetu na anaendelea kutuongoza na kutupatisha nguvu katika yote ambayo tunayopitia. Anasema mm -hmm. Tukue na mshimamo katika imani yetu kama tulivyofundishwa. Fundisho mm -hmm. Mungu atubariki.